Swala la Gwajima ni swala linataka utulivu hali ya juu, sio swala la kukurupuka au la kujadiliwa na mtu yeyote. Anaweza akasema ni hoja nzito amechukua, kwa sababu kwanza amezungumza vyombo nyeti katika nchi. Unaposema idara ya usalama wa taifa, mkurugenzi wa usalama anayeteuliwa na rais. Kwanza usalama ndio mdomo wa nchi, ndio mdomo wa nchi. Unamgusa IGP anayeteuliwa na rais, alafu baadaye unasema rais anawaondoa kwa sababu ya uzalendo wao. Ni maneno mazito na ni magumu, yanahitaji utulivu wa hali ya juu na serikali kuyafuatilia na sio maneno ya kupuuza. Akaenda mbali Gwajima akasema mfano, kama mtoto wako Abduli umkuta ametobolewa macho. Ni maneno yana, mimi binafsi yamenishtua sana, nimeshtuka sana, sana. La pili, swala la kuteka watu, kutekwa watu, kupotezwa watu sasa swala hili ni swala nyeti na ni swala zito, ina lina, lina utaratibu wake. Mimi kama Mwaipopo sina mamlaka ya kusema nani anayeteka, kwa sababu vipo vyombo vinavyofuatilia. Sasa hivyo vyombo ndivyo vinatakiwa vitupe taarifa sisi. Sasa mheshimiwa baba askofu skofu Gwajima namweshimu sana, ni kiongozi wa kiroho na ni mbunge. Nachelea na kum, kumzungumza yeye eh, kwa kwamba ume hapana kwa kweli maneno aliyotoa ni mazito ni mazito ni mazito, kwa sababu napomzungumzia mkurugenzi wa usalama wa taifa aliyoondolewa madarakani, unasema ameondolewa kwa uzalendo wake wake, kwa uzalendo wake. Ah. Aisee, kitu kidogo, wasiwasi kidogo, hata mimi nantia. Inatakiwa sasa e, serikali ijaribu kuliangalia hili neno, imuangalie naimwangalie naimuhoji vizuri hata kwa siri, sio falaga tu, imuite wamuulize, wa, wa alikuwa na maanisha nini? Kwa sababu wataja kina diwani, diwani ni, ni mtu mkubwa alikuwa nchini. Sasa anapotajwa na mtu kama mbunge anemiliki jimbo moja, akasema kwamba anamuondoa bosi msaidizi wake msaidizi wote kwenda kwa sababu ya uzalendo wao, akaomba kwamba eh, anapotaka kuondoa wa rais, ipelekwe bungeni kwenye kamati ya mambo ya nje na Amin na ulinzi vijadili kwamba rais unamuondoa wa nini? Ah, kwa hiyo mimi napata kigugumizi sana kulizungumza hili jambo, nachelewa kusema nisije na mimi kahujiwa, kama unasema hiyo kwa niaba ya nani na ya nini? Kwa sababu naona haya ni maji marefu. Sasa kila nikiingia, naona na nadhama wengine wanasema kwa sababu amepima Gwajima, naona bungeni hapati tena Ubunge Gwajima alipewa na CCM wao wenyewe, tuwe kweli na Gwajima. Hakuchaguliwa na wapiga kura za maoni. Kama mnakumbuka, ndugu zangu, alikuwa mshindi wa ngapi? Wa pili wa tatu kama sikosei. Kwa hiyo chama kikafanya vice versa, kikampa kipaumbele yeye awe mgombea wa ubunge na akashinda. Na Rais John Magufuli alisimama pale akasema, nataka mniletee Gwajima, Gwajima, Gwajima. Mnakumbuka Tanganyika pekazi. Kwa hiyo tukisema kwamba Gwajima al, alichaguliwa na wananchi atoe tukasema kwa asilimia mia, mia alichaguliwa kwa sababu ndani ya chama chake hakutakiwa. Sasa mimi napata kigugumizi napata kigugumizi kuhusu upatikanaji wa ubunge wake na maneno anayoyasema kwa kweli tunajichanganya sana Watanzania, tunachanganya. Labda mimi ningeshauri kidogo kama alikuwa na haya ya kusema, rais Samia milango iko wazi. Mi ningelimuomba angeyapeleka angeyapeleka kwa rais, vipo vyombo, ipo Takukuru, ipo idara ya usalama, ipo jeshi la polisi, angepeleka. Sasa tungemuuliza kusema pale hadharani analenga nini?